hizo hmm, za rais wewe gawa na hizo mara mbili ziingie hapo, ziingie sawa sawa. Uh, wekatu well, taratibu ara Weka hey, kidogo kidogo, kunja vizuri hizo <laughs> iweke iweke, kunja iweke hizo za mbunge

Buda dadeki bumba bumba, matokeo ya uchaguzi kule, jamani, hapo ofisi ya kata. Kataa kata ana matokeo ya anavyopanga, angalia hapo matokeo yanavyopangwa, naona